Zamani ndo watu walikopo, mwanamke akija, hao mwanangu bila hivi, yani wewe huwezi kuingia hapa. Rushwa za ngono eh, na nafikiri limeshasemewa sana, mpaka imefikia hatua limepotea. Yani ukisikia linasemwa saa hizi yame, limetokea kwa mtu ya yani hiyo sasa, huyo mtu ana shingo ngumu. Wazee wetu wako wanasema sanani uuni, wakienda huko wanafanya uuni. Sasa hivi hamna, wewe unalazimisha. Ilikuaje kwanza mpaka akakubaliana na hicho kitu? Yani mimi hapa saizi producer na kuita, chumbani njoo chumbani, mipango binafsi chumbani basi utakuwa wamekubaliana fu wameshindwana kwenye b. Uh, unaisikiliza na kuitazama DNA television. mi naitwa Morgan, yanikaliste master the king master buffalo E bwana, tuko on site hapa na mshikaji wetu uh, msanii maarufu ambaye anashoot uh, klipu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii uh, ni msanii wa comedian Tanzania, na ameanza way back sana, lakini leo tumefika hapa kuweza kuyapata mawili matatu ambayo amekuwa akifanya, na tujue mambo mengi kuhusiana na yeye, aidha familia au pia hata sanaa kiujumla. E bwana usi mwingine ni Tin White, tuko naye. Mambo vipi kama kawaida? Ah, hapa mambo vipi kama kawaida ndugu yangu. Yes, uh, tumefika hapa kwanza, kuna mambo ambayo tunataka tuyafahamu, lakini moja kwa moja Tin White, niko na tamani kwanza nipate ufupi wa story yako briefly, historia yako kisanaa ilikuwaje kuanzia mwanzo. Unaanza nani ambaye aliweza kutambua kipaji chako, ulishikwa mkono na kina nani mpaka leo? Uh, mimi sanaa nimeanza mdogo sana, lakini pia nilianzia shule kupitia wanafunzi wa chuo cha sanaa Bagamoyo kwa kitambo hicho, alafu nikawa msanii wa kikundi cha shule nikawa msanii wa vikundi vya mtaani, baadaye nikaingia katika vikundi vya nyota kadhaa ambavyo vinajulikana uh, kwa maana kwamba nimecheza ngoma maigizo ya jukwaani, lakini pia nikaingia kwenye screenplay, ndio hiyo ambayo sasa hivi tunaendelea nayo. Watu nawashukuru ni wengi, ikiwemo Doki na sana sana pia Mtanga. Ya, ndugu yangu Wamisi Changale, hmm. Yes, ukisema screenplay, kwa mtu mwingine anakuwa na, anajiuliza ni kitu gani hasa, naomba tufafanue hapo. Maigizo ya kwenye TV ya kwenye video eh, ambayo ni ya dakika fupi fupi, zile ambazo tunakuwa tunayaona au ni ya muda mrefu pia, anaweza yakawa yote ile iwe movie ya daki, ya masaa ya dakika, hiyo ni screenplay, angalau tu hyo unaiona kwenye video hiyo. Sawa. Um, umezungumza jinsi ambavyo watu walikusaidia ukapita mikono hii, wakaona kipaji chako. Um, unadhani kwenye mfumo wa mtu anakuwa na kipaji haswa anataka uh, kufanikiwa naye kufika level fulani, Tanzania tuna hatuna makampuni ambayo yanaweza kusema kwamba, aya anatafuta vipaji vya filamu uh, waigizaji, na akimaanisha kwamba tunawatafuta hawa kwa ajili ya kuweka hapa ili kufanya jambo fulani ili baadaye wapate kuonekana, hiyo hakuna ni connection yako tu binafsi, labda ndo umefika sehemu fulani. Unadhani kitu gani kinaweza kikafanyika ili kuwaweka wasanii uchipukizi ambao watu wajui kabisa, wawe na sehemu ya kukimbilia wakasema, tukikaa hapa naweza kuonekana potential yangu na then nikapata mtu wa kufanya naye kazi, kuliko kwanza kumwona mtu mmoja mmoja, ili kuondoa baadhi ya vitu ambavyo vinakuwa vinafifisha vina, vina, vina sanaa yetu, kwa sababu unapomwona mtu mmoja mmoja binafsi, naamini lolote linaweza ukaambiwa, maneno yote mabaya labda au nini, mtu akakatisha tamaa. Lakini unapoenda kwenye kampuni labda au mambo mwingine, inakuaga kidogo, kuna watu management wanaweza kukusikiliza kwa sababu inakuwa kama ni professional yao. Wewe unaona tufanye nini kwenye hili sanaa kwa ujumla? Hata kama leo unaamua kukutana na uh, labda serikali uh, kupitia watu wanaohusika na na, na hii uh, sanaa. unaweza kuambia nini kwenye hilo au nini ambao una, unaona kifanyike kwa haraka, au hata kama kwa mipango ya muda mrefu, kiujumla wake mazungumza kiurefu sana, lakini tukizungumzia kiserikali, kuna vyuo vya sanaa ambavyo vinafundisha vijana, kwa sababu huwezi kuanza sanaa tu ukiwa mdogo, lakini kuna umri ukifikia sanaa inakuwa kama ajira, ili uweze kufikia malengo yako, kuna vyuo bwana lakini, kitu kingine, kuna vikundi tofauti tofauti ambavyo vinaonekana kwenye televisheni tofauti tofauti, pia vipo ambavyo wanakaa wanafanya mazoezi, lakini pia kuna vikundi vingine vipo vinaonekana kwenye channel za YouTube, ni vikundi pia ambavyo wanaweka kambi zao wanashuti, kwa hiyo kuna namna ya kuwafikia, lakini pia kingine, kuna utandawazi sasa hivi. Umeelewa? Kila mtu ana akaunti yake, Instagram, kuna TikTok, sijui kuna hizo hizo YouTube. Watu wanaanzaga kufanyaga vitu vyao wakaonekana, mwisho wa siku mwingine akamuona mkubwa, bwana wewe una kitu, hebu njoo, au kupitia yeye mwenyewe kwa juhudi zake akatoboa. Hivi ndo sanaa yetu ilivyo, nimekuelewesha, nime nafikiri all over the world sasa hivi yeah. Lakini sasa uh, kwa nini zisifanyike jitihada, labda kwa mfano ambazo mimi nilikuwa nafikiri labda zikifanyika jitihada fulani, kwamba kuwa kuna maeneo maalum ya kuweza kukuza kwa mfano kama ukizungumzia, kuna sekta mfano labda za michezo, kuna zile academy zipo, zingine ni za serikali, zingine ni timu za hivi na hivi, zile yani zipo kwa ajili ya kukuza vipaji. Kwenye sanaa hii imekaaje? Nazungumzia sio wewe mwenyewe katika utokaji wako, kuna watu uliwaona, ila ukuona kikundi ambacho labda kimeandaliwa kwa ajili ya mifumo, ili, ili wewe upate kuonekana. Hii imekaaje sasa hiyo, kwa unapozungumzia wewe hayo uh, mambo ya academy upande wa sanaa zetu, hiyo ni serikali. Sasa wanaweza wakatengeneza hicho kitu, tukawa wa vijana wengi wanataka kukua kwenye sanaa zao wakafika pale wakaendeleza. Ndio maana mara kwanza nilikwambia kuna vio vipo, lakini kwa hiyo ambao unataka wewe sasa, kwa bwana, hawa watu wako sehemu fulani like THT, si ndio kwamba kuna hiki kuna hiki kuna hiki, kuna watu wanaigiza, kuna watu wana densi, wana vipaji vyao hiyo ndio itengenezwe kwa upande wa serikali kama kuna uwezekano huo uwe. Pia itakuwa vizuri zaidi kwa ajili ya kuwasaidia vijana wengine. Umegusia jambo la THT. THT tunafahamu kwamba ni sio sio sio sehemu ya serikali ni, ni sehemu ambayo ni taasisi binafsi na inafanya kazi kama ambavyo umeelezea ume, hapo kwamba ina, inakuza vipaji na kuwatoa wa, wa, wa, wasanii mbalimbali mbali, wa kuigiza na imefanya kazi kwa, kwa ukubwa sana, watu wengi waliokuwa kwenye jamii wanaelewa hilo. Sasa mimi nilikuwa nataka kwa upande wako unaishauri nini serikali kwenye jambo hili, kwa sababu kama mtu binafsi ameweza wahi serikali inashindwa. Ndo maana na, na, na nikakuelezea kwa urefu, lakini wao hujanielewa. Kwa hiyo nataka mimi niambie serikali, serikali tengenezeni eneo ambalo vijana watakutana kwa ajili ya kukuza vipaji vyao. Hii itasaidia kwa sababu sana ni ajira, serikali hapo mwongee na serikali e. Sawa, mwongee na serikali, na hayo ndo ma maoni yako, kwa uelewa wangu mimi nilipoishia. Sawa, yeah. Turudi kwenye ukuaji wako wa sanaa yeah. Uh, kuna changamoto nyingi ambazo zinawakuta watu wengine uh, wanasema bana, tukiendaga kambi kuna matatizo unakutana nao mara, si tunataka kubakwa, si tunakufanyaje. Hii waga imekaa kwenye ukweli kiasi gani? Wewe umeshakulia kambi nyingi sana, kama unavyosema hayo mambo yana ukweli gani ndani yake? kwa wasanii ambao nakuwa nazungumza hasa wa kike. Kwanza uh, hayo mambo ya kizamani yalikuwa, sababu msanii wa kike aje mara abakwe mara afanye nini? kuna vyombo vya dola, umeelewa? sababu mchongo kisanuka, ujue mko hatiani na uh, sasa hivi unavyowachukua vijana wa watu, unapofanya nao kazi, heshima ndio kitu kwanza, kwa sababu lazima ujue na wao wamekuja kufanya kitu gani. Sio kama ni mtoto wa kike alafu amekuja kwenye sanaa, basi hawezi kufanya hiyo sanaa mpaka sisi wanaume tufanye hivi, hapana. Sasa hivi tunafanya katika usawa, yeye amekuja kufanya kazi na sisi tumekuja kufanya kazi, kwa kipaji chake tunakionyesha kupitia kazi yake. Mambo ya kusema kwamba mwanamke huyo lazima ya no, hakuna sisi kwa upande wetu. Ndio maana nimekwambia hayo mambo alikuwa gazamani. Sasa hivi ukifanya kitu kidogo tu kipotea kwenye mitandao, yani mtu alopoke tu Kupo kwenye mitandao, umepigiwa simu na waziri, unaenda kujielezea. Kwa hiyo mambo haya kumbe ni yapo, lakini ni zamani, ni zamani. Sijui sasa, kwa sasa hivi. Zamani ndo ndo watu walikuwa mwanamke akija au mwanangu bila hivi, yani wewe huwezi kuingia hapa, rusha za ngono eh. Na nafikiri limeshasemewa sana mpaka imefikia hatua limepotea. Yani ukisikia linasemwa saa hizi ama limetokea kwa mtu ya, yani huyo, sasa mtu ana shingo ngumu mm na na wewe pia unathibitisha kwamba uh, hii michezo ilikuwepo, lakini wanaolalamika wamekuwa sio watu ambao wanaenda kwenye vyombo vya sheria, labda kudai haki zao na kuonyesha kwamba li tukio kuli limefanyika. Ndio maana nimekwambia hivyo vitu vilikuwaga zamani, hata wa, wazee wetu walikuwa wanasema sanani uuni, wakienda huko wanafanya uuni. Sasa hivi hamna, wewe unalazimisha. Sasa hivi hakuna hakuna masuala hayo yanayozungumza hayo mambo Wakitokea mtu sasa hizi analalamika masuala kwamba nimebakwa sio nimelazimishwa kufanya nini? Muongo na muongo. Muongo. Ilikuwaje kwanza mpaka akakubaliana na hicho kitu? Yaani mimi hapa sasa hizi producer nakuita eti chumbani, njoo chumbani unaenda kufanya nini? Sehemu ya kuongelea ni sehemu hizi hapa. Tunakaa tu sebleni tunazungumza. Kuna kaa hapo nje tunazungumza tunaelewana. Labda unapanga mipango binafsi, mipango binafsi chumbani. Basi utakuwa umekubaliana afu ameshindwana kwenye bei zao. Sawa Tini ukubwa uh, wako kwenye sanaa hauna hauna, naweza nikasema hauna kujiuliza sana. Ni mtu ambaye umefanya kazi muda mrefu na hiyo inajithibitisha, ina, ina kulingana na kazi zako tu. tutegemee nini haswa kwenye kile ambacho unakifanya, uh, ndani ya miaka mitano ijayo? Uh, tutegemee vitu vizuri kwa sababu tini ambaye alikuwa anazungumzwa miaka ya nyuma sio tena tini wa sasa hivi. nilikuwa sinaga uwezo wa kuweka kambi nimeweka kambi lakini pia kwenye hiyo mitano nahitaji mafanikio zaidi, niweze kufanya vitu vikubwa nchi yangu eh, Afrika Mashariki, hata dunia nzima watambue kwamba Tinwhite amefanya kitu gani, dunia nzima hata dunia nzima. Sasa kwenda uh, international kama unavyosema, dunia nzima, lazima uwe na mipango thabiti. Ya kwako ni ipi haswa? Ya kwangu ni kwenda international unaanzia wapi sasa? Kwa sababu kila mtu anasema nataka niende international, inaweza kafika miaka mitano lakini hatuja kuona huko. Ni international nishafanya mimi, nishafanya movie tatu lakini sio za kwangu, lakini watu waliokuja walikuwa ni international, umeelewa na waliniona. Kwa hiyo ukizungumzia masuala ya international, nishafanya international, walitoka zao Marekani wakasema tunamtaka fulani. Na hata mwaka jana kulikuwa na tuzo za watu wa Marekani nafikiri niliingia mimi jote na Masanja kwo mimi kimezi kwamba mimi pia huko nishafika nisha. Kwa maana nasema hiyo miaka mitano ijayo ya mbele, na mimi angalau kwa kampuni yangu mwenyewe niweze kufikia kufanya kitu international. Yani nimefanya cha kwangu hapa Tinwhite, alafu kinaonekana ba Netflix, unaelewa bwana, kinaonekana kwenye makampuni makubwa yes, um... Kuna mdau saizi anatazama anahitaji ana kufanya kazi na Tini White. Uh, na anaangalia anasema huko, okay, wako kambi, kuna vitu ambavyo anakuwa elewi. Um, kwa kumgusia tu kawaida, kwa kumgusia ni kiasi gani ambacho unatakiwa kuwa, ku, kuwa nacho Tini White ili uweze kutengeneza filamu ikaisha kuweka kambi kwa siku ambazo unazihitaji kiujumla, bajeti inakaje hapo sasa? Kambi ni yangu, movie ni zangu, inategemea na ukubwa wa kile ambacho anachokifanya, yeah. Kwa mfano uh, hii sasa hivi ambao una shoot na tumekutembelea hapa site, una, una shoot hii filamu uh, ni, ni, ni bajeti gani ambayo inaweza ikawa inachukua eneo la hii filamu mpaka inakaribia kuisha? Yaani uzuri, mimi masuala ya hela kwenye mitandao sipendagi, ushaelewa. Ila ni kiasi ambacho utajipanga nacho wewe kwa kutegemea, hapa naweza kufanya, una wasanii wangapi, naweza kuafodi chakula kiasi gani, uh, ukapiga mahesabu ya umeme na hiyo nyumba utakwenda kukodi ni kiasi gani, then una conclude wewe mwenyewe, unapata jibu, unaingia kambini. Sawa. Kuna um, tuna, tuna, tuna tuna sababu ya kusema kwamba Tinwhite anaweza kuwa ni moja kati ya wasanii ambao ndio wanaongoza zaidi kwenye mauzo ya filamu kwa sasa hivi, kwa jinsi unavyojiona? Sijui sasa, au kwa wao ndo waseme, mimi siwezi kusema kwa sababu wao ndo wanaofuatilia wanaweza kusema wa kwamba yeye huyu anaongoza, kwa sababu unaweza kusema unaongoza, ukawa unaongoza YouTube, uko juu afu wakati mwingine pia ukawa huko chini, lakini kumbe huko chini zinatembea watu, wana download kinoma, yaani ukapita na huyu mnaonekana wote, lakini huyu asionekane ukaonekana wewe. Lakini lazima kama msanii ujifanyie assessment mwenyewe ujue namna gani ambavyo kazi zako zinaenda. Mimi nafanyaga kazi ili wa, watu wangu ziwafikie, alafu wao ndo wanaweza wakanifanyia tasmini kwamba mimi nipo kwenye kiwango gani. Sasa mara mwisho kufanya tathmini, uliona umefika umbali gani? Umbali huu hapa ambao hmm? Wewe umetoka kwenu kuja kunionya. Ni sahihi, sisi ni vyombo vya habari, lazima tuje tufike, lakini ninachouliza ni kwamba, uh, assessment yako wewe mpaka sasa, sasa hivi unaweza kujeka kama uh, yani ukubwa wako sasa hivi na jinsi ambavyo unatembea kwenye mitandao ya kijamii filamu zako, unaweza yeah, ukasema wewe ndio msanii namba moja? Mimi si, na sio namba moja. Mimi ni msanii wa wananchi, msanii wa watu msanii nipo kwa ajili ya watu wafurahi, sipo kwenye mashindano, sio kwa ajili ya namba ngapi, sio namba ngapi, hapana. Mimi sipo, mi ni msanii kwa ajili ya watu, wakati wote wa wanapokuwa na mawazo yao, mi nitapeleka burudani kwa ajili ya wa kuwafurahisha waweze kutokana na mawazo yao, muda wote ni msanii wao, msanii wa wakati wote, mpaka pale Mungu atakaposema sasa, mwanangu Sawa, um, huko saiti mna shuti na nimefika hapa binafsi, niseme tu kupenda niseme kwa moyo wangu wote niseme kwamba mmejipanga, nami nimependa jinsi ambavyo mlikuwa mnafanya mpaka sasa mm. Uh, Tini White wewe, um, mpaka sasa hivi tunavoongea muda huu uh, ni kitu gani kipya kwenye hii filamu ambayo unashuti sasa hivi ambayo unaweza ukasema, sasa hiki kinaweza kufungua milango mingi zaidi tofauti na filamu ambazo zilizopita? Uzuri, nimefanya filamu nyingi sana na kila filamu ilikuwa na milango yake, na sasa hivi tuko na tamthilia inaitwa One Night, na hapa tulipokaa ndio nyumba ambayo tunayechezea ndio na ndo kambini kwetu, kwa hiyo tunafanyia hapa One Night, na naamini kwa sababu inaenda vizuri na watu wameipokea, na kuna baadhi ya wasanii pia wageni na wanatembea na tunaona hizo yani ule ukuaji wao. Eh, kisana kwa ukiingia kwenye channel yetu ya White Film, utaikuta hiyo movie ya, ya One. Tamthilia ina maudhui gani kwa mtu ambaye labda hajaanza kuisikiliza kuitazama mpaka sasa hivi? na maudhui gani hasa One Night ina maudhui, maudhui ya kama mazingira fulani ya kichawi hivi ambapo tukizungumzia One Night. Yaani ule usiku mmoja ndo ukasababisha vitu vingine vingi zaidi. Yaani mtu alipewa usiku mmoja tu kulinda hiyo nyumba, kwamba bwana, sisi hapa tunatoka, lakini tulindie hii nyumba mpaka kesho asubuhi, lakini usifanye hivi wala usifanye hivi. Mwisho wa siku yule bwana akageuka yale makubaliano